Kwingineko, Rais William Ruto amethibitisha kujitolea kwake kuiongoza Kenya kufikia hadhi ya mataifa yaliyostawi kupitia miradi mikubwa ya maendeleo. Akizungumza katika Kaunti ya Makueni wakati wa uzinduzi wa miradi muhimu katika jiji la kiteknolojia la Konza, Rais alisema kuwa Kenya imekuwa nchi inayoendelea kwa muda mrefu mno, na serikali imeazimia kubadilisha hali hiyo kupitia umoja na kazi kwa bidii <todicumpe> Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Makueni alikozindua mfululizo wa miradi ya kimkakati ya miundo mbinu katika jiji la teknolojia la Konza, ikiashiria awamu mpya katika juhudi za serikali yake ya kuibadilisha taifa hili kuwa na uchumi unaweza kushindana duniani. Alisema kuwa hivi karibuni serikali itaanzisha hazina ya kitaifa ya miundo mbinu ili kukusanya rasilimali za kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo yenye lengo la kuipeleka Kenya kwenye hadhi ya nchi iliyostawi katika miaka 30 ijayo.

We will be taking to parliament, the law to establish a national infrastructure fund. Alisema hazina hiyo itasaidia sekta muhimu kama vile kawi, akiba ya chakula, uchukuzi na viwanda, akisifia mafanikio ya mipango ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Rais alisema kuwa ana upinga mpango huo hawana maono. Unajua, nilikuwa nafikiria ati watasema huyu Ruto amepanga kujenga nyumba elfu mia mbili kila mwaka, sisi tutakuja kuongeza, badala ya elfu mia mbili wakuja waongeze ikuwe elfu mia tatu Lakini wanasema ati ile elfu mia mbili imetengenezwa watakuja kuvunja. Ili kubadilisha Kenya hii, lazima tuwe na mpango, lazima tuwe na program kama hii. This is how we are going to change Kenya. Aidha, alisifu serikali jumuishi kama chombo cha umoja, ushirikishaji na maendeleo endelevu. Nimetengeneza serikali ya broad-based ya kuleta kila mtu, kila mtu akae hapa ndani, tupange mambo ya Kenya pamoja. Kama namna gani hii kuvutana, eh, chuki, ukabila, watu kutengana inatuletea hasara. Dorin Arange, Darubini.